Dakidawa maraba, karibu sana. Naona mnafurahi wenyewe, nikasema ami nije tufurahi pamoja. Eh Dakidawa, umeleta maembe au mabungo? Maana kule nyumbani maembe yalivyokuwa ni mengi, unajua lazima utakuwa umekuja naye Hiyo ndo furaha yako hmm? Nakuuliza dosa, hiyo ndo furaha yako. Lakini kwani ni faida kidawa, mefanyiji? We mtoto wewe, fata kilichokuleta, acha kuwapa watu shida kono nalaa navyo kwa vile akida alisababisha mii nijiapani huyo mama. Halafu mbona tunaishi vizuri tu, yaani kama alivyokuwa ameondoka nilikuwa nishinao vizuri, baba na Keva na waishimu t nafanya kazi zote vizuri tena kwa wakati. Yaani wivu ndo naomponza. Kwa hiyo hebu waza sasa, muda ule nimeingia mimi ndo angekuwa naingia yeye Akukuta umemlalia mume wake vile, sasa hivi ungekuwa wapi? Usharudi kijijini kwenu. Sio tu kurudi kijijini kwenu ukiwa mzima, kilema. Unaijua hali ya nyumbani kwenu ilivyo, si tumekuonea huruma tu, umekuja kufanya kazi hapo kwa sababu wewe ni kama familia yetu, ila unafanya ujinga dosa, shauri yako. Dada karibu. Ndio nilikuwa natoka lakini naona umeingia. Karibu sana dada. Asante.